Hivyo unafahamu kuwa akili yako inaweza kukusaidia na wakati huo huo inaweza ikakuletea madhara pia. Unafahamu yaani kwamba suluhisho na tatizo vyote ni sehemu ya akili yako. Kwa hiyo wewe ndio mchaguzi, au wewe ndio mwongozaji, ina maana wewe ndio unayetoa mwongozo. Sasa unataka akili yako iwe kitu gani au ichague kitu gani kati ya hivi viwili? Sasa leo hii nitakushirikisha mambo matatu ambayo yatakufanya wewe uwe na akili ambayo inakusaidia nyakati zote. Mwanadamu jinsi alivyoumbwa, ikiwa atakosa mwongozo mzuri, basi akili yake itachagua kile kitu kilicho rahisi zaidi. Kwa mwisho wa siku, unakuja kuwa na matokeo mabaya kabisa mwishoni, mwisho na, na majuto ni makubwa zaidi, kwa sababu inabaki light, kama ningejua, light kama ningefanya hivi na muda nilikuwa nao, lakini sasa nao. Ndio maana somo hili linakuja mapema kabisa. Sasa katika mambo matatu ambayo inaenda kusha leo hii, jambo la kwanza kabisa, hakikisha kwamba unaamini siku zote kwamba juhudi zako zozote zile zozote zile ziwe ndogo, ambavyo zinaweza kuwa, unaamini kwamba juhudi zako zitazaa matunda. Yaani, kataa kabisa kuwa na ile imani ya kushindwa, kwamba najua mambo wakati mwingine yanaweza akawa magumu kiasi kwamba hauoni mwanga, hauoni kama kuna posibiliti kuwezekana kwa lolote, unaona kabisa kwamba da labda mimi ndo nimeshaisha tayari labda. But, no, no, no, no, no, naomba ujenge imani thabiti, imani fulani yenye nguvu sana kwamba juhudi zangu mimi zozote zile nilizozifanya na ambazo unaendelea kuzifanya zitazama tu, na niamini mimi kwamba kama kweli juhudi hizo zipo, basi lazima zitazama tu. Kwa kikubwa ni kwamba, jenga imani hiyo, lakini ukiwa unafanya juhudi hizo, sio unasema tu juhudi zangu, na hakuna juhudi zozote, na maana itakuwa ni kama kutwanga maji kwenye kinu, sindio? Kwa hiyo juhudi ziwepo, alafu uzisimamie, alafu wakati huo huo unaamini kabisa kwamba juhudi zangu mimi zitazama tu. Na nakwambia ukweli kwamba siku moja zitazama Sawa. Kitu kingine, tafadhali jitahidi sana kuwa mwepesi kujifunza ujuzi mpya. Sisi ni binadamu, ni viumbe wa kujifunza. Tunajifunza vitu vingi sana kila siku. Ukiangalia ukuaji wa mwanadamu tangu anazaliwa hata ndani katika ukuaji wote mpaka anakwenda anakuwa mtoto pale, kijana, mtu mzima pale juu pale. Utagundua yani hu mkatikati kote kuna mambo mengi sana ni elimu, ni elimu, ni elimu, ni elimu kwa sababu unaanza kufundishwa hata kuongea, utafundishwa aidha kwa kuambiwa au kwa kuona. Sawa sawa lakini vitu vingine vingi sana kula utawafundishwa iwe kwa kuambiwa, kwa kuona, kuoneshwa vitu vingine, kuvaa, kufanya, kushika, kujua vitu, kuita vitu, huyu ni nani, ni nani anaitwaje, nini, kila kitu kingine kingine, elimu, elimu, elimu, elimu, elimu. Sawa. Sasa kitu ambacho kinaweza kikakufanya ukawa na akili yenye kukusaidia zaidi ni kuwa mwepesi wewe mwenyewe kujifunza ujuzi mpya, ujuzi, ujuzi, ujuzi, na urudia mara nyingi, kwa sababu ni huu huu ujuzi ambao mara zote ukishakuwa nao na ukaumasta vizuri ukauweza vizuri, basi ni rahisi sana kuutafsiri au kudefine au kuugeuza kuwa kipato kipya. Ujuzi wowote unaweza ukaugeuza ukawa. Ukawa yani sehemu ya ajira yako fulani ambayo inakuletea wewe kipato, sawa sawa? Kwa hiyo mara zote jifunze ujuzi mpya. Najua pale ambapo tunakwama au tunakutana na mambo magumu, ndio chanzo labda cha watu wengi wengine wanaishia tu kwamba da, basi bwana, mimi tena basi tena hii issue Jambo likiwa gumu lolote lile, koma hasa hasa, weka maswali sana, jiulize, kwa nini nimefeli? Kwa nini nimeanguka? Kwa nini hapa pamekuwa hivi? Ikiwa hivyo, tayari anza kujifunza, oh, namna gani naweza nikarekebisha? Kuna kitu nilikuwa sikijui, ujuzi mpya. Anza kujifunza kitu hicho kipya, ni ujuzi mpya huo. Tayari ukiujua leo hii na kupitia stori yako ya kufeli pale nyuma, ina maana wewe utakuja kuwa mwalimu mzuri sana kwa wengine ambao watakuwa wanahitaji kuingia kwenye ujuzi huo au kujua kitu hicho. Alafu wewe tayari umeshafeli tayari, ukajifunza sasahivi unapatia you know everything about that way. Kwa hiyo unaweza ukawaelekeza watu wengi vitu vingi zaidi kuhusiana na hilo sawa. So hilo ni jambo la pili, na jambo la tatu ambalo linaweza likakufanya ukawa na akili yenye kukusaidia zaidi, siku zote hakikisha unachukulia kufeli kama sehemu tu ya kujifunza na sio kinyume chake, yani na sio kwamba, yani kuanguka au kufeli kwamba sasa ndio tayari yani, utakapoanguka yani ichukulia kwamba ni darasa, ni sehemu tu ya kujifunza na kueleza ukweli ni, yani ni mentality. Ukichenji tu mentality yani, mambo yanaanza kuwa tofauti, kwa sababu tunapotofautiana sana na watu wengine ni kwamba kwa nini yule amefeli ameweza kuinuka, anaenda vizuri, kwa nini yule alifeli akapotea moja kwa moja, ameenda nayo matatizo yamempeleka huko huko, ni kwa sababu yani fikra, mitazamo naona na maono na kila kitu kinavyoenda. Kwa hiyo mtu yule alipopitia ile tatizo la kwanza, yeye yani akaona, yani basi tena yeye naye, ukishasema basi, ndo inakuwa basi tena, you see, lakini wewe mwenyewe ukikataa, ukisema kwamba hapana, mimi hapa, hapana, hii kuna issue tu haijakaa sawa sehemu, ukaamua kujifunza, ukachukulia kwamba kuanguka huku kwangu hii ni sehemu ya kujifunza, ili ni darasa, ina maana na kweli itakuwa darasa. Kipo utakachojifunza, kipo utakachorekebisha na ninakwambia ukweli, utarekebisha vizuri sana, ili utakapokuja kufanya sasa, wakati mwingine tena, ina maana mambo yatakuwa mazuri sana, sana, sana. So, nimekupa mambo matatu ambayo ni mafupi kabisa, ni unaweza ukashika, unaweza ukaelewa. Ukiandika sehemu itakuwa vizuri zaidi, lakini kikubwa zaidi natamani nataka napenda uyafanyie kazi ili uweze kuona matokeo. Nimesema akili inaweza ikawa upande wako au ikawa upande mwingine, ina maana inaweza ikawa yenye kukusaidia au yenye kukuangamiza. Lakini mambo haya matatu niamini mimi kwamba ukiapitia vizuri kabisa utajenga akili ambayo itakuwa inakusaidia nyakati zote. La kwanza nimekuambia, amini kwamba juhudi zako zozote zile zitazaa matunda. Na la pili nimekwambia ni muhimu sana kuwa tayari kujenga ujuzi mpya wakati wowote ule kwenye maisha yako. Na la tatu ni kuamini kwamba kuanguka au kufeli ni sehemu tu ya kujifunza, ambapo unatakiwa upate kitu kipya, uendelee na safari. So niambie, katika hayo matatu lipi jepesi kwako wewe? Au katika hayo matatu kuna lipi lingine unalijua? Tunaweza tukaongelezea likawa la tatu, la nne, la tano, la sita mpaka kumi mpaka mia. Tuendelee kufundishana hapo chini kwenye comment, tunasema each one kama unaumiza kichwa juu ya namna gani utasafirisha bidhaa zako toka China kuja Tanzania, basi wafahamu Sabash Cargo kwa uhakika, usalama na usafirishaji wa haraka wa mizigo yako. Tuna uzoefu katika kusafirisha mizigo mikubwa na midogo kwa njia ya ndege, na sio tu kusafirisha, bali pia tunakupa msaada na ushauri bure jinsi ya kuweka oda China na kufikisha mzigo wako Tanzania, na pia tunakusaidia kukulipia mzigo wako kwa supplier. Sabash Cargo, huduma zetu zimeboreshwa zaidi na tunasafirisha mara tatu kwa wiki, huku mzigo wako unafika Tanzania ndani ya siku chache tu. Tuna ofisi Gwanzu China kwenye jengo la Wufu karibu na mgahawa wa Kilimanjaro, pamoja na Kariako, Dar es Salaam, mtaa wa mkunguni na Ukami. Tucheki leo kupitia 0672203087 au plus 8613719141619 na mitandaoni tunapatikana kwa jina la Sabash Cargo, reliable efficient and secure service.